Mambo vipi, mtazamaji wetu wa nguvu, mitandao mbalimbali mbali kwamba Mary Mwijaku yule mwanadada ambaye alikuwa na wenzake wakimgombania eh, wa wa wa wa ndo Mary mwenyewe ule alikuwa anampiga yule mwanadada mwingine ambayo yule mwanadada mwingine alikuwa anaitwa Mage. Sasa taarifa zimeendelea kuwa nyingi kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii kuhusiana na hichi hapa, maana kulikuwa ni ukimya wa muda mrefu, lakini kumbe serikali ilikuwa inachukua hatua zake jinsi kama inavyotakiwa kukusanya ushahidi na vitu kama hivyo, lakini mpaka sasa bado hatujapata kile ambacho kimeweza kuzungumzwa leo mahakamani, lakini endelea kujoin nasi mwanzo hadi mwisho ili kuweza kupata update zote kupitia pages na mitandao mbalimbali ya kijamii